Mgomo wa wafanyikazi wa huduma ya afya kwa wote UHC umeendelea kulemaza huduma za afya nchini, huku wakenya wakiendelea kubeba mzigo wa mgogoro huo. Miezi mitano tangu maandamano yao yaanze, wafanyikazi hao waliokuwa na ghadhabu walimiminika tena mitaani jijini Nairobi siku ya Jumanne, wakisema kuwa maandamano ndiyo njia pekee ya kuwafanya viongozi kuwasikiliza. Wamesisitiza kuwa hawatarudi kazini hadi pale watakapopewa ajira ya kudumu na pensheni na wasipotimiza hiyo allocation ya 6.1 billion sisi tutaweza kuendelea kuandamana on every Tuesday. Miongoni mwa yale wanayosisitiza pia yatimizo ni pamoja na usawa wa mishahara na wenzao walio kwenye kandarasi ya kudumu malipo ya marupurupu yao, kukomeshwa kwa unyanyasaji na vitisho kutoka kwa baadhi ya maafisa wa kaunti na kuhamishwa kwa usimamizi wao kutoka serikali kuu hadi serikali za kaunti. Baraza la Magavana limeeleza wasiwasi wake kuhusu uwepo wa zaidi ya wafanyikazi hewa elfu tatu katika idara hiyo ya UHC, na wametaka waondolewe kabla ya kuhamishwa kwa idara hiyo kutoka serikali kuu hadi ile ya kaunti hatua ambayo wafanyikazi wa UHC wamekubaliana nayo na kutaka serikali kuwaondoa wafanyikazi wanaosemekana kuwa bandia. We are very ready for the head count because we know that our colleagues, we, each and every one of our, of our members knows that they have been working and in any case there is a member who is earning salary and not working, that ghost worker should be brought back to book. Huku bajeti ya kitaifa ikitarajiwa kusomwa kesho wafanyakazi wa UHC wameelekeza kilio chao kwa serikali wakitaka wahusishwe kwenye mgao wa bajeti ya mwaka huu ili matakwa yao yatimizwe. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge la kitaifa Samuel Atandi alisema wakati wa kuwasilisha makadirio ya bajeti, kwa fedha za UHC zimeongezwa hadi shilingi bilioni sita nukta moja kutoka shilingi bilioni nne nukta mbili mwaka jana ili kuwawezesha wafanyakazi hao kuajiriwa kwa njia ya kudumu na pensheni. UHC health workers that have been demonstrating across the the country for the last, I think, one year. Honorable Honorable Speaker, Speaker, it is the the determination of of of this this, this this House that that. that those workers workers be be now converted into permanent and And pensionable terms. Uh, budget, have allocated 6.1 billion to that. Honorable Speaker, this will be done only after thorough audit of the number of workers that exist. Chris Sifuna, Runinga Etandao.